Azam Football Academy ni moja kati ya akademi kubwa na bora zaidi barani Afrika. Uwepo wa miundombinu bora na rafiki kwa vijana kujifunzia umeifanya akademi yetu kuvutia akademi kubwa duniani ambazo sasa zinatamani kujenga ushirikiano na sisi. Mapema mwaka jana Azam Football Academy iliingia mkataba wa miaka mitano 5 na AIK kutoka nchini Sweden mkataba uliolenga mashirikiano ya kimaendeleo timu ya wataalamu kutoka Sweden AIK iliweka kambi yao Azam Football Club na kuangazia vipaji vilivyopo ndani ya Azam Football Academy. Baadaye walichagua vijana wetu wanne wote kutoka timu yetu ya vijana Wataalamu hao walisafirisha vijana wetu hadi nchini Sweden kwa lengo la kuwaangalia kwa undani zaidi na kutathmini uwezo wao kimchezo na pia kuwaendeleza vijana wetu. Wakiwa katika uangalizi wa AIK Academy, walipata fursa ya kucheza mechi kadhaa ndani na nje ya Sweden. Pia walishiriki katika mashindano ya Ericsson Cup yaliyokutanisha na timu kutoka mataifa matatu: Ujerumani, Denmark na Sweden. Michuano hii ilifanyika nchini Denmark. Vijana wetu wote walipata nafasi ya kucheza katika mashindano haya ya kimataifa, ambapo walionyesha uwezo mkubwa na nidhamu ya hali ya juu. Miongoni mwao kijana wetu Adinani aliibuka kuwa mfungaji bora baada ya kufunga magoli matatu kwenye mashindano hayo. Baada ya kumaliza mafunzo ya mwezi mmoja kutoka kwa wataalamu wa AIK, vijana wetu walirejea nyumbani nchini Tanzania. Tangu kurejea kwao, wataalamu wetu wa timu za vijana wameendelea kuwatengeneza na kufanyia kazi maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na timu ya ufundi ya AIK. Katika hatua nyingine, Timu ya wataalamu kutoka AIK inatarajiwa kuwasili nchini Tanzania moja kwa moja katika viunga vya Azam Complex, Chamazi kuanzia tarehe 12 Mei hadi tarehe 22 Mei mwaka 2025. Lengo kuu la ugeni huu ni kufuatilia maendeleo ya vijana waliokwenda Sweden pamoja na kusaka vipaji vingine vipya ndani ya akademi. Aidha, wataalamu hawa pia watatoa mafunzo maalum kwa vijana wetu kwa kushirikiana na benchi letu la ufundi la timu za vijana. Hii ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano ya mkataba wa ushirikiano kati ya Azam Football Academy na AIK. Katika hatua nyingine, vijana wetu wataendelea na mafunzo na programu za kukuza vipaji hadi pale umri wao utakaporuhusu kusaini mikataba rasmi ya kitaaluma. Hatua hii inalenga kufungua fursa za kibiashara na kuwapa vijana wetu nafasi ya kushindana katika soka la kimataifa.